Habari za saizi ndugu jamaa na marafiki, uh, pia na mashabiki zetu ambao mnafuatilia tamthilia yetu mpya Mtaraka. Baada ya kuisha Mtaraka, tumewaletea tamthilia mpya kabisa ambayo inaitwa Kikoa. Kikoa ni tamthilia ambayo tumeamua kuwekeza, tumeamua kufanya vizuri, kwa maana kuwapelekea mashabiki kilichokuwa bora. Usikose kula chakula hichi kwa tamthilia yako kali kabisa inaitwayo Kikoa, Kikoa. Napatikana katika chaneli yetu ya Mzou Gang. Andika Mzou Gang utaikuta Kikoa inakuja sasa hivi. Unazungumzaje Kikoa minsuni, Kikoa? Aa, Kikoa ni tamthilia ambayo mm, yani si wa kuikosa maana utamu wote upo ndani, yani mistaki kuongea sana. Kwa kifupi ifuatilizie. Unaizunguzaje Kikoa? Aa, Kikoa bwana, ni habari ya, ya mjini. Kikoa ni habari ya, ya mjini ni kazi nzuri, ni kazi ambayo na imani watu mtaifurahia na mtapendezwa nayo na mtaifuatilia. Kwa upande wako, Kikoa ni kazi moja tamu sana ambayo. Kwa upande wako, Kikoa ni tamthilia nzuri sana tena nzuri sana naipenda kuisema, nimesikia na nyinyi, na naombeni mwangalia kwa bashasha yoyote. Kwa upande wako, ndugu mashabiki Kikoa ni muvi moja ya moto tena, kuna vitu vikali humo, msikose kuiangalia kikoa. Kikoa yani ni moto wa kuotea mbali, kwa kweli msikose, ntakosa vitu vingi vitamu <laughs> unambua ustetue nani kikoa. Aa, kwa kweli kikoa ni muvi moja yenye mafundisho ndani yake. Napenda kuambia mashabiki zetu waendelee tu kuifuatilia na kutusapoti kikoa, special kwa ajili ya familia, msikose kuitazama kikoa mboga asili hapa Tanzania. Kikoa. Kia kukosa. Eh, bwana, unaambiwaje sasa, ndio wana magengeng yetu na geng letu ndio kama hivyo. Mzou gang, usahau kusubscribe ku comment katika channel yetu. Tunapopost tunaomba comment yako hiyo pale chini kwenye makosa. Tunaambizana, tuanze kurekebisha majambo, lakini siamini kama kuna kosa, maana tulichokifanya ni kikubwa zaidi zaidi kabisa jamani. Mzou gang. Coming soon. Mzou gang. Coming soon. Yeah, kikoa coming soon ndugu zanguni musikose kuifuatilia hiyo ala ah.